Hola, unafahamu nini kuhusiana na 707? Meto hasa boya madi hasa Tanzania, karibu kwenye Big News. Karibu nikusanue yale ambayo yanakuwa na trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa, uh, kuelekea kwenye 707 nazungumzia, uh, ile siku ya kuzaliwa ya mama Dangote na mpenzi wake na Diamond Platnumz namzungumzia Tanasha Donna. Uh, wanawake hawa wawili walizaliwa siku moja, siku ya tarehe saba, mwezi wa saba. Sasa katika kunogesha nogesha siku yao ya kuzaliwa, uh, wakaitengenezea jina na kuita 707, yani, uh, na halisi maana yake kubwa ni kwamba wamezaliwa tarehe saba mwezi wa saba. Sasa kuna klipo nyingi ambazo zilikuwa zimetrendi ama zinaenea ili kwa ajili tu ya, ya kuandaa maandalizi mazuri ya sikukuu hii ya mama Dangote pamoja na Tanasha Dona, ikiwemo kutengeza klip tofauti tofauti za wasanii wachekeshaji na kuna klip moja ambayo imekuwa imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii ikimwonesha mchekeshaji uh, Dulvani akiacti uh, kama samaki nguva. Samaki nguva alitoka nini kwenye bahari akaja mpaka pembezoni mwa bahari, uh, lengo ni kwa ajili ya sherehe. Ni nguva, ni nguva, nguva leo hii. <coughs> linaotikisa mpaka huku majinihatukai kwa amani jamani, party ya 707, 707, 707, 707 imenifanya nije duniani babu. Mnajua ni tukio la kidunia, dunia nzima, sio sisi tu mashetani, mpaka dunia nzima inajua, mpaka chini ya maji inafika, inafika taarifa jamani. Kadi yangu sasa je, narudi jamani, wanalikadi nguvu Mtume. Naam, huyo ndo Dullvan. Asante sana kwa wewe ambaye umekuja kusubscribe chaneli yetu ya Ndugu Online TV, na wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea. Keep watching Ndugu Online TV. Hoda.